Nenda famasi kama umetoka kutumia njia ya uzazi wa mpango hivi karibuni, na upo kwenye matibabu au umetoka kwenye matibabu hivi karibuni ya kutumia njia yoyote ile ya uzazi wa mpango, na unahitaji kubeba ujauzito hivi karibuni, vile vile ni kwamba, hakikisha umeulizia detox. Hizi huwa zinasaidia sana kwenye mfumo wa uzazi, kutoa zile sumu kutoa zile kemikali lakini pia kutoa zile hormones ambazo ni artificial, ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kuzifanya zile njia za uzazi wa mpango ziweze kufanya vizuri. Lakini kama umejaribu kutumia hizi detox au imekuwa ni changamoto kwa kuweza kupatikana kwenye pharmacy uliopo, tunaweza tukawasiliana au ikaonekana imekuwa ni changamoto, kuweza kuzipata, uweze kupata hizi detox, ambazo huwa zinasaidia wanawake wengi sana kuondokana na changamoto zao hasa baada ya kutumia njia fulani hivi za uzazi wa mpango. Ni mmoja hapa ambao unahitaji hivi karibuni. Hakikisha umeweza kupata baadhi ya detox ambazo zinasaidia wanawake wengi. Sana. Na wewe unaweza ukawa ni mmoja wapo ambaye kupitia tu kutumia hizi detox ukashangaa tu uja uzito, ila hakikisha tayari umeshaona na mtaalamu wa afya au tayari umeshafanya mawasiliano na mtaalamu wa afya, ili uweze kupata ushauri zaidi ni kipi ambacho uweze kukifanya baada ya kutumia njia za uzazi wa mpango, ukikumbuka kwamba nipo nawe katika safari ya kitoma.